Ninaposema Bwana, ukimwomba anatenda. E, naomba ieleweke, semeni Amen. Amen. Amen. Na leo tuko na ushuhuda mzito ambapo watu wametendewa miujiza ya Bwana na watakuja hapa mbele watakuambia nini Bwana kawatendea, semeni Amen. Karibuni sana watendewa wa miujiza, nawaambia kila siku msali, msikalie kuimba bonge la <coughs> dada, bonge la dada. Bwana anatenda unapomwomba. Karibuni wapeni ushuhuda watu, asante. Shalom shalom kanisa. Shalom. Mm, kwa majina naitwa Roimam Nyamihera, nimeambatana na mke wangu. Nipo hapa naitwa Fatuma. Semeni Amen. Amen. Ni mm, awali ya yote kabla sijaanza kutoa ushuhuda, mchungaji mimi nimekuja ni na, na na, na Range Discover ya 2024 new model. Amen. Mke mm, wangu amekuja na jiwago ni Brabus. Tumezipaki kako kako katikati, sikare kapinki ndo kako ndo tumezipaki hapo. Hmm. Dereva wako mwambia akiwa anatoa sija kakuangua rangi, tutaraumiana <tutu up Thrones> hmm. Lakini pia kabla sijatoa ushuhuda, sasa hivi hivi ni hekari mia tatu <tutu up> ekari <fence> mia E, kari mia tano tunazo. Tumetendewa, tunazo mia tano wow. mm -hmm. kuna yule mwanangu alikuwa anasoma na mwanao shule za sogea, tukae kabla sijatendewa. mm -hmm. e, ka Juliet, ile mamu, ah, si si, nyamiela si kaone sasa hivi kamepigwa mimba? Hapana, sio kajinga kama katoto. Kako katoto kangu kana akili, kako Oxford. Sasa hivi kana malizia ile ni stashahada ya sheria za ngazi za juu. mm -hmm ambazo kama rais ameshtakiwa yeye ndo anamtetea. Mm. Shalom mm. Shalom kanisa. Shalom e, baba mtumishi. Naombeni na kidogo, naona mjanielewa. Hatujaja kujisifia. Tunatoa ushuhuda, ni nini Bwana atakutendea. Lakini <coughs> tunaongea vitu ambavyo tunavyo baada ya kuwa katika maombi ya klasiki. In fact, labda mchungaji utakuwa umenielewa vibaya. Mm. Mimi sijaja kujisifia. Mm. Najaribu tu kusema matendo makuu. Nikisema nijisifie, mm. Sindo si, utaanza kuraramika mm. Nikianza kusema kwamba nina ndege, ndo sifa zenyewe hizo, sijazitaja. Nikianza kusema kwamba napiga na, na stori na Trump, sifa nyingine hiyo, ndio maana sitaki kuzitaja. Niki... alafu mume wangu naona mm. Kanisa tuje tuweke hata eh, AC maana kuna joto hapa yani, nimekaa na sweti kwa kweli. Lafu baba mchungaji utatusamii mm. Tulikuwa tunakuja na yule mwanetu Juliet Lwemamu Katanda Nyamiera sasa tumefika njiani, akapata aka mafua ya gafu. Unapokuja sa kwenye madhabahu ya Bwana usitaje sifa zako, semeni najisifia amen. Amen. Amen. Amen sana, hatujisifii ila. Mtoto sasa hivi yuko njiani, anapelekwa Uingereza kwa matibabu zaidi, maana mafua yameushika. Halafu <laughs> mke wangu mm -hmm. E, ana allergy na joto. Tufanye kitu kimoja, baadhi ya ushuhuda tutakutumia utawasomea, tukapumzike kidogo.